He don't want water. Kama umesikia makosa katika hii sentensi jua ya kwamba wewe upo vizuri katika lugha ya Kiingereza, ila kama unajua kosa liko wapi, kosa kwenye hii sentensi lipo kwenye don't. Neno don't linaweza likatumika kwa nafsi nne tu, I we you na they. Mfano, I don't want water mimi sitaki maji. We don't want water, sisi hatutaki maji. They don't want water, wao hawataki maji. Na you don't want water, wewe au nyinyi hamtaki maji. Si hivyo tu, neno don't linaweza likatumika kama watu ni wengi. Mfano people don't want water, watu hawataki maji. Kwa nafsi yetu ambayo tulitumia hii pamoja na nafsi she na it. Nafsi tatu kwa ujumla, he she na it, hazitumii don't, zinatumia doesn't. Mfano, he doesn't want water, yeye hataki maji. She doesn't want water, yeye wa kike hataki maji, kwa sababu hii ni yeye wa kiume. Na it doesn't want water, haitaki maji. Neno hili don't linatokana na maneno mawili ambayo ni do, not hili neno linatumika sana pale unapotaka kumkosoa mtu, na pia kama unamkosoa mtu, linatumika kwa nafsi zote, kwa kumaanisha watu wawe wengi au wawe wachache. Kwa hiyo mfano, don't drink spilled water, usinywe maji ambayo yamemwagika. Spilled maana yake yaliyomwagika. Katika wakati uliopita neno hili ni did not, na linatumika hasa pale ambapo unataka kukataa ya kwamba haukufanya kitu. Kwa mfano unaweza ukasema I did not drink dirty water, sikunywa maji machafu. Dirty maana yake machafu. Neno did not pia linaweza likafupishwa likawa didn't. Kwa hiyo mfano, mtu unaweza ukasema I didn't drink dirty water, sikunywa maji machafu. Mimi naitwa Hassan na ni mwalimu wa Kiingereza online. Kama ungependa mwalimu kwa ajili ya kukufundisha wewe private au kujifunza katika magrupu yetu, basi unaweza ukanitekst kwa namba hizi chini kupitia WhatsApp au unaweza ukapiga simu. Tukutane tena katika video nyingine, asante.